Wangapi huwa wa wanaonaga wale wasaidizi wa rais, unapokuaga unaona wale wasaidizi wa rais wanakuaga wamevaa nguo gani? Wanavaa nguo nyeusi kama hivi eh? Kwa nini watu wawadauti wakivaa nguo nyeusi? Mtu naanzia hapo sasa, yani kwa nini wale wasaidizi wa rais wanavaa kaunta suti nyeusi? Kwa nini hamna mtu amewahi kusema wale ni Freemason Jamani, si mnawaonaga hata kama mjwa. Hata kama ujawahi kuhudhuria kikao, labda kuenda kwenye karibu na wao, sindio? Lakini si wao unawaona, kwa nini watu wawadauti? Kwa nini sisi tukisema tunavaa black tunapendeza, sindio? Jamani, sio tu unapendeza yani, kwa nini sisi watu dauti, alafu maafisa usalama hakuna mtu amewahi kuwadauti kwa kuvaa black, brother Mtu akiamua kukuchukia amekuchukia tu, atakutafutia sababu. Fanikiwa, natamani ufanikiwe, maybe utakuja kunielewa siku moja. Mtu akiamua kukutafutia sababu akutafutia tu. Hatuwezi kukaa kila siku tunajitetea amani, yeah, hatuwezi hey, hey. Black ni protocol. Black inapendeza, sivyo? Blaki ni mamlaka. Hakuna mtu anaweza kamdauti afisa usalama taifa kwamba yule, mbona? Na sio mara moja, ndo vazi lao daile, daile wako na blaki tu, blaki tu na magari. Mimi, magari yangu mimi nimeusi yote, moja tu ndo alina rangi ya, ndo gari yangu ya kwanza, nua na nimeibadilisha sasa hivi rangi, eh, pigwa na nyeusi, sababu nyeusi zina mvuto zinapendeza, hata bei yake pia eh? iko juu, ni kitu kizuri. Wewe nunua gari jekundu, nunua tunaamsa, kanunua gari la njano kama ile timu yeah. Ah, sipo huko sasa, tusigombane hapa yeah. Sipo huko. Mtu akiamua kukuchukia kaka, una sababu ya kujitetea kwake? Una kaamua tu kuchukia kaamua tu kuchafua, kubalini hilo, mnakwenda kufanikiwa jiandaeni kisaikolojia man. Kuambiwa maneno yoyote, kutamkiwa vitu vyovyote. Tupo kwenye dunia ambayo ukipiga hatua inakuwa shida. Naongeaga maneno magumu kwa sababu sitaki kukulea. Mi sio muhubiri wa kukubembeleza, nikubembeleze nini? We mtu mzima. Yaani, viko vitu vingi ambavyo wananiunganisha navyo, mimi sio frimaso jamani, mi ni mtumishi wa Mungu aliye hai lakini ukiwa na kajinajina haya mambo hayakwepeki kwepeki tu. Watu wa media wanapambana na wale matapeli kule TikTok usiku na mchana, wanafungua account every day. Kuna account kule zilizopungua mia tano zote wanarusha clipu za IPM, wanaweka ale machata ya freemason, anaweka machata piga namba hiyo, piga namba hiyo usaidiwe hivi na hivi. Sio mimi, mimi na akaunti zangu ofisho. Watu wanatumia jina, ukisha kuwa na jina, vitu kama hivyo vifanyaje? Havikwepeki. Kwa wenye akili, hawaamini simu. Wenye akili wanamtafuta IPM, wanapopatikana wanakuja kama jinsi wewe ulivyokuja hapa. Amen.